Habari zenu wa Tanganyika, habari zenu wa Tanganyika, bila shaka mpo salama. Leo ninazungumza jambo moja tu la msingi ambalo linamhusu mheshimiwa Tundu Lissu. Tundu Lissu amewekwa gerezani zaidi ya miezi kumi sasa. Alikamatwa si, alikamatwa tarehe tisa ya mwezi wa nne mwaka 2025. Alikamatiwa Mbinga kule mkoa wa Ruvuma huko Uh, kusini na kupewa kesi ya uhaini ambayo mpaka sasa yupo Gereza la Ukonga Dar es Salaam. Leo nimepigiwa simu na rafiki yangu dada anaitwa Veronica Charles anatoka Katavi. Alijifungua uh, mtoto wa kiume ambaye akasema amemwita jina la Tundu. Mtoto wa kiume amemwita jina la Tundu. Sasa kwa nini nimezungumza? Kitu cha kushangaza aliniambia, nilipata nilipata ujauzito kabla ya Tundu Lissu wajaenda gerezani. Nilishangaa sana, kumbe yani kuna mtu amebeba mimba, amebeba mimba sio kabla, baada ya Tundu Lissu kwenda gerezani. Yani kuna mtu amebeba mimba baada ya Tundu Lissu kuwa gerezani, na leo ameshajifungua. Miezi tisa, mama amebeba mimba amelea mimba mwezi wa kwanza wa pili mpaka mwezi wa tisa, mheshimiwa Tundu Lissu yupo gerezani. Amepata mimba akiwa gerezani, Tundu Lissu akiwa gerezani, amejifungua mtoto wa kiume, amemwita jina la Tundu Tundu Lissu bado akiwa yupo gerezani. Huyo Tundu Lissu, ndugu zangu, kila mtu anajua kwamba ana kesi ya uongo, kesi ya kusingiziwa, yaani ili CCM na serikali yao Samia, CCM na serikali yao wawe salama kitu ambacho wa wanaweza ni kumshikilia Tundu Lissu mateka gerezani, kwa sababu akiwa yuko uraiani hawawezi kujibu hoja zao. Kama kama hata mtanzania wa kawaida, mtanganyika wa kawaida akitoa hoja yake anatekwa na kupigwa risasi, vipi kuhusu Tundu Lissu? Tundu Lissu huyo ambaye leo anashikiliwa na Samia, kila mtanzania anajua alipigwa risasi kumi na sita, hakufa. Amekaa ICU miezi mitatu, hakufa. Anatembea na risasi kiunoni mpaka leo, hajafa. Hakuna majaribu ambayo hajawahi kupitia, amefunguliwa kesi nyingi, lakini hajawahi kukata tamaa ya kuwasemea Watanganyika. Tuna kila sababu ya kumwombea Mheshimiwa Tundulisu, na niwaambie tu watawala, wanayofanya dhidi ya Tundulisu wananoa chuma, kikitoka kitakuwa na makali ya ajabu na kitaendelea kukata kama kawaida. Tundulisu hawezi kurudi nyuma, hawezi kupiga magoti, hawezi kusaliti mapambano. Tunamfahamu, historia yake inambeba kama amepigwa risasi kumi na sita Mungu akamwokoa hakufa. Tarehe ishirini na tisa mmepiga risasi moja moja tu, asilimia kubwa ya tarehe ishirini na tisa watu wengi mmewapiga risasi moja moja, walipoteza maisha. Mheshimiwa Tundu Lissu mlimpiga risasi kumi na sita zipo kwenye mwili wake, hakufa. Bado wanaishi, ataendelea kuishi leo kuna mtoto amezaliwa Tundu Lissu akiwa gereza, yani, mama amepata mimba Tundu Lissu akiwa gerezani. Veronica Katavi, Veronica Charles kutoka Katavi amebeba mimba, amelea mimba, amejifungua mwanaye, amemwita Tundu Lissu akiwa bado yuko gerezani. Na tuna na mtoto ameanza kulelewa, ameanza maisha mapya ya kulelewa Lissu akiwa yupo gerezani. Samia na serikali yako Hatuwezi kunyamaza katika kipindi kama hiki. Mmeteka watu, ndugu zetu ambao tunawafahamu wa karibu sana. Mmemteka Deusdedith Soka, mmemteka Mdude Mparuka Nyagali, mmemteka Humphrey Polepole, mmemteka Nicodemas Loyole, mmemteka Jacobo Mlai, mmemteka Shadraki Chaula, mmemteka Dionisi Kipanya, mmemteka Chonchori huyu mwanasisiemu mwenzenu, jumbe wa neki kutoka kule Mara. Mmeteka watanzania wengi, maelfu kwa maelfu, mmeua watu lakini bado mnamshikilia Mheshimiwa Tundu Lissu asiyekuwa na kosa lolote lile kwa sababu mnaogopa siasa zake za Tanzania. Hamwezi kuwa salama mkiwa hai wala hamwezi kuwa salama mkiwa salama, mkiwa mmekufa. Haya yote ambayo mnayafanya yanabaki katika historia. Utawala wenu hauwezi kudumu milele. Utawala wenu hauwezi kudumu milele. Mwachilieni Mheshimiwa Tundu Lissu aje aendelee na majukumu yake ya kisiasa. Mwachilieni mheshimiwa Tundu Lissu aje aendelee na majukumu yake ya kisiasa. Nchi hii ni ya kwetu sote, kila Mtanganyika ana haki ya kuishi kwa mujibu wa katiba. Nyii hamna mamlaka ya kumpoteza mnayetaka, mmejivika mamlaka ya Kimungu. Sasa hivi nyiye ndio mnaamua nani aishi nani asiishi nani awe uraiani nani mpoteze nani mpeleke mahakamani nani mmalizane naye kwenye vituo vya polisi na kusikojulikana. Hizo amri mnazozitoa hamwezi mkuzitoa milele. Hizo amri mnazopokea hamwezi kuzipokea milele. Tanzania kwa sasa imeshaamka, hatuwezi kuwa kama Tanganyika ambayo tuna tunaifikiria miaka yote. Tanganyika kwa sasa imebadilika. Kwa hiyo, ninaamini ni kupekila la heri. Veronica Charles, kwa mwanao Tundu, tunakutakia heri. mwezi Mungu amlinde mwanao, akuwe katika kimo na akili aje isaidie nchi yake ya, ya Tanzania. Hakika jina ulilompa Mwenyezi Mungu atalibariki na atakuja kufanya mambo makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Kila siku, kila wakati tuendelee kuwakumbuka makamanda wetu na wapambanaji wenzetu waliopata changamoto kwenye uwanja wa mapambano. Lazima tufarijiane ili tuzidi kuwa wamoja, hatuwezi kumwacha mtu njiani. Wale wote walio na kesi za uhaini ambao wapo magereza, Mwenyezi Mungu awape nguvu na afya. Tuendelee kuwakumbuka tuendelee kuwatembelea tuendelee tuendelee, kuwapelekea chakula tuendelee kuwaombea. Baba yetu Clemence Mwandambo bado yuko anashikiliwa na, na mikono na jeshi la polisi. Tuendelee kumwombea, japokuwa ni kinyume kabisa cha katiba, lakini watawala kwa sasa ni vipofu, hawaoni wala hawasikii. Thank you na Mwenyezi Mungu awabariki sana.